Mtume alayhi salatu wassalam kuna wakati ilikuwa inamdiriki alfajiri pasina kujotea, yaani anaidiriki ana alfajiri au alfajiri inamdiriki hali yakuwa ni mwenye janaba, sio janaba aitu kwa kujotea la, labda anakuwa ni janaba kwa tendo la ndoa, kisha anaoga na anaswaumu. Ni hadithi ya mpokeo wa Imamu Bukhari kwenye nambari 1941 daru ta'sil. Ukitizama kwenye hadithi ya 1942 hadithi ya Aisha, anasema ashhadu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, nimeshuhudia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, in kana la yusbihu junuba, alikuwa akiamka asubuhi aliyakuwa ni mwenye janaba min jima'in, janaba ya tendo la ndoa. Ghairi ihtilamin, sio janaba eti ya kujiotea eti ya milala usiku, akajiotea akatokwa na maji ya uzazi. La, haikuwa hivyo. Thumma yasumuhu, kisha alikuwa kiswaumu. Kwa nini wamesema min ghairi hulumin? kwa sababu mtu anapokuwa amilala kisha akajiotea, hii inakuwa ni mintalaubi shaitani, katika michezo ya shaitani. Sasa mitume na manabii hawachezewi na mashaitani, ndio maana walikuwa hawajiotei. Ndugu yangu Mwislamu, idha asbaha arrajulu au almar'atu junuba, ikiwa mwanamume au mwanamke ataamka asubuhi ali akuwa ni mwenye janaba Fa inna hadha la yaduru saumah, hili jambo la janaba halidhuru saumu ya mtu. Mtu umilala umifanya tendo la ndoa na mke wako, lakini haukuoga ukasema utaamka kuoga alfajiri, la baasi, hiye haidhuru chochote. Bal inna saumahu sahihun, saumu ya mtu huyo ni sahihi. Fayaghtasil wa wayasumu, utakapoamka utaoga na utaendelea na saumu yako Walakin aljimaa baina zaujain yakunu fi lleili faqat, lakini tendo la ndoa baina ya mke na mume linafanyika ni usiku, sio eti mlifanye alfajiri, la ni usiku, qabla ya alfajiri. Wala yajuzu fi nnahari lisaimi sauma wajiba, na wala haijuzu mchana wa swaumu au ya Ramadhani mtu aliesaumu saumu ya fardh

aliwaruhusu kwalo hilo kunako usiku wa Ramadhani. Allah anasema: uhilla lakum laylata siyami rrafathu ila nisaikum, mihalalishiwa usiku wa swaumu kuingiliana na wake zenu hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, wao ni vazi lenu au ni vazi kwenu na nyinyi pia ni vazi kwao. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah subhanahu wa ta'ala anajua ya kwamba mlikuwa mkizikhiini mkizifanyia khiana nafsi zenu, yani mlikuwa mkijiba fataba alaykum, akakupeni tauba yake. wa afa ankum, nakakusameheni falana bashiruhunna wa bitagu wa bitagu ma kataba Allahu lakum, hivi sasa hivi sasa changanyikeni nao, changanyikeni na wake zenu usiku, katika michezo ya tendo la ndoa wabtagu ma kataba Allah lakum, na mtafute kile ambacho Allah atakuwa amekuandikieni, yani watoto. Hii ni ruhsa usiku, mke na mume wanaweza wakafanya haja zao zote zinazohitajika, madam bado haijafika alfajiri ya kweli. wakulu washrabu hatta yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr, na mle na mnywe hadi utakapopambanuka uzi mweupe kunako uzi mweusi wa alfajiri, yani makusudio alfajiri ya ukweli ule wakati wa, wakati wa makatazo ya kula daku kutokana na jiza la usiku. Thumma atimmu siyama ila laili, kisha mkamilishe swaumu yenu mpaka usiku, mtimize swaumu yenu hadi usiku. kwa hiyo hii aya yataonyesha kwamba usiku wote ni ruhusa kwa mke na mume kufanya wanayoyahitajia, kwa sababu usiku inakuwa sio muda wa swaumu. Anasema Sheikh idha htalama rajulu au almar'atu fa anzala au lam yunzil, ikiwa mwanamume atajotea au mwanamke atajiotea kisha akatokwa na maji ya uzazi au hakutokwa na maji ya uzazi wa kana ihtilamuhu bin nahari, kisha kujotia kwake ilikuwa ni mchana. Mtu mchana, baada sala dhuhur umeingia ndani ukalala ukajotea ukatokwa na maji uzazi, fa inna sawmahu sahihun, sawmu yake ni sahihi. Sawmu ya ribiki tuko kwa kujotea mchana, ukatokwa na maji uzazi, la sawmu ya ribiki wala ya dhuru dhalika sawmu sawmahu bishai'in, wala hilo halidhuru chochote saumu yake Akamilishe sawm. Jambo la nne. Ibtaid ayuha saimu an muthirati ashahwa, eyo li sawmu juweke mbali na vitu vyote ambavyo vitaisababisha matamanivu, vitaprovoke matamanivu. Fala tatakallam ma'a zawjati bikalamin, bikalamin fihi itharatun lishahwa Usizungumzi na mke maongezi ambayo yatakuwa ni sababu ya kuichokonoa ya, ya kuamsha matamanivu mahala yalipo. Wakadhalika zaujatu maa zaujiha, hivyo hivyo, na mke asiongee na mme maongezi ambayo yatasababisha kuamsha hisia. Liannahu yukhsha an yuaddi hadha alkalamu ila inzali shahwati kwa sababu inachelewa haya maongezi ya siji, yakapelekea kutokwa na matamanivu, yakadhoofisha swaumu ya aliyeswaumu. Fayudaifu thawaba siyam, yakapelekea kudhoofisha thawabu za saumu au fayadufu thawabu siyami ikadhufika thawabu ya mwenye kuswaumu kwa hadithi ya Abu Huraira alamridhie, kwamba kasema kasema Mtume alaihi salatu wasalam. Hadithi tumekusha iona sana. Allah subhanahu wataala anasema, matendo yote ni ya mwanadamu isipokuwa swaumu. Kwa hakika swaumu ni yangu, na mimi ndiye ambaye ninaelipa Swaumu ni ngao. Anapokuwa mmoja wenu wa miswaumu, basi asizungumzi mambo machafu wala asifanyi vitu vyovyote ambavyo ni vichafu haviridhishi au tendo la ndoa. Na wala si mtu mwenye kupiga piga kelele. Akiwa mtu yoyote atakayemtukana au atamgombeza basi aseme mimi ni miswaumu, mimi ni miswaumu. Namwapa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo mkononi mwake Rehe ya kinywa cha aliyeswaumu ni nzuri mbele ya Allah kuliko rehe ya miski. Na mwenye kuswaumu ana furaha mbili ambazo anazozipata furaha wakati wa kufuturu kwake na furaha wakati atakapokutana na Mola wake kwa kufurahia swaumu yake. Tunapokusudia katika hii hadithi yetu ni hapa tuliposema fala yarfuthu wala yaskhab anapokuwa amiswaumu mmoja wenu, basi asifanyi vitu ambavyo vitapelekea kuamsha hisia zake. Jambo la tano, Shekh anasema tajannab, tajannab, tajannab ayuha assaimu arrajulu walmar'atu annadhara ila suwari lmuthirati lishahwa, wewe mwanamume, wewe mwanamke, jiweke mbali na kutazama picha, video, filamu ambazo zitapelekea kuamsha hisia zako wewe. Sawaa kanat fil majallati au fi suhufi, sawa iwe ni katika magazeti. Almajallati ni zile gazeti za vitabu, asuhuf ni gazeti za kwenye karatasi vivi, vivi, majarida yani, au fil qanawati au katika mitandao tofauti katika channel tofauti, hifadha saumika. Hayo yote ni kwa ajili ya kuilinda saumu yako, lianna dhalika min arrafath wa khudwa siyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hayo yote yanaingia katika vitu vichafu vitu vya vi upuuzi ambavyo vinaweza vikaribu saumu yako. Chukua nasaha ya mtume alaihi sallallahu alaihi wasallam aliposema, fala yarfuth Anapokuwa mmoja wenu ameswaumu, basi asifanyi tendo la ndoa, asifanyi, asitamki maneno yaliyokuwa machafu, asifanyi vitu vya upuuzi, jiweke mbali navyo. tajannab ayyuhas saimu tajawula fil aswaq, ewe uliyoswaumu jiepushe na kwenda kutembea tembea hovyo sokoni, pasina kuwa na malengo, pasina kuwa na haja yoyote. allati fiha nisaa soko ambazo zimezungukwa na wanawake tofauti, wenye kujiheshimu katika mavazi na wanawake ambao hawajiheshimu katika mavazi. mima yuthiru shahwa, vitu ambavyo vinaweza kupelekea kuhamsha hisia. wahafidh ala sawmika, hifadhi sawm yako, ilinde sawm yako. watajannabi ayatuha almar'atu kathrat alkhuruj ila alaswaq alati fiha arrijalu mimma yuthiru ash-shahwa nawe mwanamke pia jiweke mbali na kutokatoka hovyo kwenda sokoni pasinakuwa na haja pasinakuwa na shida yoyote inayokupeleka kule sokoni soko ambayo imezungukwa na wanaume tofauti wanaume wenye kujiheshimu na wasiojiheshimu vitu ambavyo vinaweza kupelekea kuhamsha hisia wahafidhi ala sawmika Ilinde saumu yako, ihifadhe saumu yako. Wattaqillah, ittaqillah, ittaqillah, mche Allah, mche Allah, mche Allah! Wewe mwanadamu, wewe Mwislamu, hii saumu na saumu, hauna uhakika kama utabahatikiwa kuimaliza, hauna uhakika kwamba utawafikishwa kudiriki Ramadhani nyingine. Wangapi ulikuwa nao katika Ramadhani iliyomalizika, hii Ramadhani haupo naye.

Ewe uliosaumu utakapozungumza na mwanamke kwenye simu au kwenye njia nyingine kinyume na simu, fantabihi likalamika, tanabahi, kwa makini na maneno yako, kwa makini na maongezi yako, wala yakun fihi itharatu shahwati, wala ndani ya maneno yako pasiwemo vitu ambavyo vitasababisha kuvuta hisia, au taladhdhu bisautiha, au kutaka kustareheka kwa sauti ya ule mwanamke kasema mwanamke na sauti nzuri, acha nimpigeni, ni enjoy kwa sauti yake. Itaqillah, muogope Allah. Wakadhalik anti ayyatuha almar'atu as-sa'imatu au ghayriha au ghayruha, hivyo hivyo wewe mwanamke uliyesaumu au mwingine mwanamke yote yule, fala yakun fi kalamiki au istimaiki taladhdhun bi sauti rajuli, isiwi katika maongezi yako ni kutaka kusikia sauti ya maneno kusikia maneno ya yule mwanamume au kusikia sauti yake kupata ladha, kustareheka kwa sauti ya yule mwanamume. Kuna mtu tu, mwanamke unasema kwamba mimi napendaga huyu kaka jinsi anavyoongeaga. Anampigia simu ili amsikie tu sauti yake, anamtumia audio ili tu yake. Itaqillah, muogopeni Allah. Fala nam au khudhu' fi alqawli ma'ahu au wewe mwanamke usii ni mwenye kuregeza sauti wakati unapoongea na, na mwanamume asiyekuwa maharimu wako. Mtu ushapigiwa simu huko, sauti ina ina inanyooshwa inalainishwa. Ina, ina, ina ina La hayo ti mambo ambayo hayafai, liana hadha kullahu min arfath, hayo yote yanaingia kwenye rafath. Anaingia kwenye vitu vichafu ambavyo havitajika havitakikani, ukipindi mtu yupo ndani ya swaumu. Hata nje ya swaumu haitakikani kufanya hivyo kwa mtu asiyekuwa maharimu wako. waqad qala sallallahu alayhi wasallam fala yarfudh, na Mtume alayhi salatu wasallam amesema fala yarfudh, asitamki vitu vichafu, asifanye vitendo vichafu, asifanye vitu ambavyo vitapelekea kuharibu saumu yake. Itaqillah, itaqillah, itaqillah, mwogope Allah, wogope Allah, wogope Allah. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo mtu kulala akaamka yuko na janaba hii haiharibu swaumu. E, tofauti na jinsi, kuna baadhi ya video ambazo zinatambaa kwa sana zikionyesha kwamba vile mtu akilala akaamka yuko na janaba huyo mtu hana swaumu. La, la, hii haiko sawa, na hii ipo katika madhehebu ya Ibadhi na wengine makundi, lakini vitu ambavyo vinaonyeshwa na dalili